Nina washukuru mno kwa upendo ambao mimi nadhani sikustahili, kwa neema ya Mungu mmenistahilisha na niko hapa mbele zenu kwa heshima kubwa na unyenyekevu mkubwa, nikiomba Mungu awabariki na awapiganie katika kazi zenu za utumishi, mkawe na mafanikio mema. Katika utekelezaji wa shughuli zangu za utafiti na maendeleo, nimebahatika kushiriki shughuli za utafiti Yani, za on station na on farm, kwa kuwa ilikuwa ni kama sehemu ya ma maisha yangu. Na maeneo haya niliyofanya kazi, nimefanya kazi za hands on katika jumla ya halmashauri 141 za Tanzania bara, lakini baadhi ya maeneo katika nchi za Kenya, katika nchi ya Uganda, katika nchi ya Rwanda na katika nchi ya Burundi, Zimbabwe, Ethiopia na hata katika nchi za Ulaya, Netherlands, Denmark na UK eneo e, chokucha Aberystwyth Texas university pamoja na Colorado, kote nikiwa mtumishi wa serikali nilibata bahati ya kufanya kazi za tafiti kwenye maeneo hayo yote. Pia kwa sehemu kubwa ya utumishi, nimeishi TARIRI Mpwapwa kwa miaka kama ishirini, nimeishi TARIRI Mabuki kwa miaka kama saba na sasa nimekuja kumalizia Dodoma kwa miaka kama saba. nilifanya kazi na kufikia nikiwa mtafiti nifikia hatua ya ngazi ya juu, yani mtafiti mkuu katika taasisi ya utafiti wa mifugo by mwaka elfu mbili na sita katika international proceedings, nimeandika kama makala kama 32 lakini katika international agricultural livestock and range journals ambazo hizi ni ngumu kidogo, nimebahatika kuandika kama journals hizo ishirini na tatu lakini kama consultancy reports ambazo ni recognize consulting reports nimebahatika kuandika 11, kushiriki katika monographs nimeandika eh, zikiwa kama saba. Lakini kwenye international professional reports ziko kama 47, lakini publications ambazo ukienda kwenye website utaziona ziko 24. Wakati wote tukienda kwenye website utazikuta ziko 24. Ndugu viongozi, watumishi na marafiki, hayo yote nimebahatika kufanya nikiwa chini ya wizara hii ambayo leo imeniheshimisha na ninyi mmeniheshimisha kuniaga rasmi. Aidha, kwa tukio hili la kuniaga, naomba kwa unyenyekevu mkubwa mbele ya viongozi wangu wa wizara, wakuu wa wakurugenzi, wakuu wa vitengo, wakuu wa taasisi, kwa heshima kubwa niwasilishe shukurani zangu hizi kwenu. Ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu kunijalia haya yote na hata nilivyofikia hapa, ni kwa sababu wizara na ninyi wenzangu mliniheshimisha. Naomba nitoe shukurani zangu za dhati na naomba niwasilishe kwa viongozi wetu wakuu wa wizara kwa kuniamini na kunipa majukumu mbalimbali kuyatekeleza kwa miaka yote. Napenda niwashukuru wakuu wa kuwa idara, vitengo na taasisi na watumishi wenzangu wengine wote kwa kufanya kazi pamoja kwa upendo na ushirikiano mkubwa ulionipa kwa miaka yote. Ombi langu kubwa kwa hawa wote ambao nimefanya nao kazi, yawezekana kwa namna moja au nyingine niliwakwaza, niliwatenda vibaya, mimi ni mwanadamu, ninawaombeni radhi sana pale ambapo sikutekeleza majukumu yangu vizuri kwenu. Lakini pale ambapo nilifanya vile ambavyo kutegemea. Ni maombi yangu kwamba nilikuwa katika majukumu ambayo naomba ukanisamee, ukaniwie radhi na msamaha huu naomba ukanipe msamaha wa upendo kabisa. Mwisho mwisho kabisa, namshukuru Mungu kwa ajili ya wizara yetu ya Mifugo na Uvuvi, kwa upande wa viongozi wetu, viongozi mbalimbali, wakuu wa taasisi na wengine wote kwa sababu wamekuwa na mchango mkubwa katika maisha yangu na familia yangu. Na hivyo basi nitaendelea kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu awape heri na baraka katika utekelezaji wa majukumu yenu kila siku. Na kwamba wizara yetu na sekta zake zikastawi. Mwenyezi Mungu akawabariki, akawazidishe. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante.